Pengine swali kubwa linaweza likawa hivi, kwani kwa nini imekuwa hivi, na pengine wengi wanaweza wakawa wanajiuliza imetokea nini kweli. Hakuna kilichotokea. Nafasi yangu mimi niliyogombea ni ubunge na bado ni mbunge, na ubunge mlinipa nini wananchi wa jimbo zima la Kibara, na hapa kuna uwakilishi wa jimbo zima la Kibara. Mimi bado ni mbunge na nitafanya majukumu ya kibunge kwa nguvu zangu zote, kwa kadri mlivyoniamini na kwa kadri ya msaada Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kwa sasa, kwa mujibu wa katiba, ana uwezo wa kumteua mtu yeyote na kufanya kazi kwa niaba yake kwa maana ya kumsaidia, sio nafasi za uwaziri tu hata utumishi wa umma hawa watumishi wa umma wanafanya kazi kwa niaba ya rais, kwa sababu rais ndiye aliyechaguliwa na wananchi, na hivyo wananchi wameweka mamlaka yao kwenye kichwa cha mheshimiwa rais aliyoko, na kwa sasa rais ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Anaweza akamteua mtu yoyote kumsaidia jukumu, na akamuondoa mtu yoyote. Anaweza akaunda ofisi yoyote na kuifuta ofisi yoyote kwa mujibu wa katiba hii kwa hiyo ule muda niliyoteuliwa mimi kama mliyenichagua nikahudumia na kusaidia kumsaidia mheshimiwa rais, nikafanya kile nilichofanya, na akaamua kunitoa yote mawili. Tushukuru, ala uwezi kujua kwa nini unaanza kuwa na wazo hasi tu, kama anatoa anataka kunipa nafasi nyingine, wewe unajua. <laughs> Ndaye mimi nadhani ndugu zangu, wananchi, wananchi wa jimbo la Pwani na hapa nikisema na viongozi watu wa jimbo wote wa jimbo la Kibaha, kimsingi yale ni majukumu, unapewa unaweza kubadilishwa, unapewa jukumu lingine. Hasa uwezi kumpangia rais tarehe ya kutoa ya kutoa jukumu hilo na kupangia jingine au hata kutokukupangia, yote ni sawa tu, kwa sababu mwisho wa siku wote ni watumishi wa wa nchi yetu, mwisho wa, wa inchietu, watu na nia ni ili mambo yaende Beha. Na kwa kweli eh, nina kila sababu ya kumshukuru sana rais. Kwa sababu ameniteua katika kipindi chake mara nne. Mkumbuke aliniteua nikawa waziri wa mambo ya ndani alipokuwa anachukua nchi baada ya, baada ya hayati Magufuli, mm. Lakini tukarudi akanteua kuwa waziri wa wa, wa, wa, wa, wa, wa katiba na sheria. Lakini nimekuwa waziri wa, wa, wa munga, wa, hapana, wa, wa sera bunge na uratibu, lakini kawa waziri wa utumishi, lakini tena waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo karibu mara tano ananiteua, hakuwahi kuwa amemuuliza mtu. Na niko tayari kuunga mkono jitihada zake zote anazozifanya katika kujenga eh, maendeleo na ustawi wa nchi yetu na kamwe sitakuwa msaliti, sijaumbwa hivyo, hamjanlea hivyo nyinyi wazazi wangu, na nitakuwa mtiifu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa rais wake ambaye Watanzania wameweka mamlaka juu yake.